ke mwakilishi kutoka CPRF si Urusi CCM, Oye. CCM, Oye, Oye. Asante sana. Jambo ndugu delegates. Mimi anasema Kiswahili <clears throat> kidogo, kidogo. Mmoja kati ya stori kubwa sana ambayo imegonga headline kwenye mkutano mkuu maalum wa chama cha mapinduzi CCM taifa, ambao umehitimishwa Mei 30, 2025 ni pamoja na ile hotuba ambayo imetolewa na mwakilishi wa Urusi nchini Tanzania, ambaye amezungumza kwenye mkutano huo ambao umewakutanisha wajumbe 1907 ambao wamekutana jijini Dodoma kwa ajili ya mkutano wa chama cha mapinduzi mkutano maalum na mkutano huo pamoja na mambo mengine umelenga kuendelea kuimarisha chama cha mapinduzi lakini pia walikuwa wanajadili na kupitisha maboresho ya katiba ya chama ili kuendana na mazingira ya kisiasa ya sasa pamoja na mabadiliko ya teknolojia lakini pia chama cha mapinduzi walikuwa wanapitia utekelezaji wa ilani ya CCM ya mwaka 2020 2025 ambapo pamoja na mambo mengine walielezea kuridhishwa na kazi kubwa iliyofanyika na ile ambayo inaendelea kufanyika kuboresha maisha ya wananchi, kuchochea maendeleo pia ya taifa. Lakini pia pamoja na mambo mengine wamepitisha uh, ile ilani ya uchaguzi ya mwaka 2025, 2030 ambayo imezinduliwa na imezinduliwa katika muktadha wa weledi ambao umeshirikisha wananchi ambao ndio wanatajwa kwamba ndio wenye chama, asasi za kiraia, taasisi za elimu ya juu wadau kutoka makundi mbalimbali mbali ya kijamii, ambapo kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa ni kwamba hivi sasa chama cha mapinduzi CCM kimefikia kuwa na wanachama wapya, ambapo hadi hivi sasa chama cha mapinduzi kina wanachama wapatao milioni kumi na tatu na mia sita na sabini katika mfumo wa kielektroniki. Hao ndio ambao wamesajiliwa. kwa hiyo Hili ni moja kati ya wale ambao alikuwa yanazungumzwa huko. Sasa story kubwa ikawa ni shangwe kuibuka baada ya mwakilishi wa Urusi ambaye pia ni miongoni mwa wale ambao walipata nafasi ya kuzungumza a, katika mkutano huo. Amewafurahisha sana watu mbalimbali ambao walihudhuria katika mkutano huo, lakini pamoja na mambo mengine, kama kawaida, jambo nikiona nimeliona ambalo pia na nyinyi mnahitajika kuweza kulifahamu, huwa ni kawaida yangu kuwaleteni kwa Kiswahili. Huyu mwakilishi wa Urusi ambaye ameshiriki pia katika mkutano huo amezungumza maneno haya kwa lugha ya Kiingereza lakini tumeyaweka kwa lugha ya Kiswahili ili angalau watu wote muweze kuelewa nini ambacho kimezungumzwa. Anasema ni furaha na heshima kubwa kwangu kuwa katika tukio hili kubwa la kisiasa lakini pia kutoa salamu za pongezi kutoka kwa chama cha kikomunisti cha shirikisho la Urusi kutoka kwa mamilioni ya wanachama pamoja na wafuasi wake. Vyama vyetu vilianzisha uhusiano zaidi ya miaka 60 iliyopita na ulikuwa ni uhusiano uliosimikwa kwenye maadili ya pamoja ya kupinga ubaguzi wa rangi na ukoloni katika Afrika ya Kusini. Tunatambua mchango mkuu wa Tanzania katika kuunga mkono mapambano haya ya haki. Maelfu ya wakimbizi wa kisiasa kutoka Zimbabwe, Afrika Kusini, Msumbiji, Namibia na Angola walikuja Tanzania na wakawa wanaishi kama nyumbani kwao. Lakini mnapaswa kufahamu kuwa wengi wa watu hawa walisafiri kutoka Dar es Salaam kwenda kaskazini, lakini si kaskazini mwa Tanzania pekee. Walikwenda mbali kabisa hadi kaskazini kabisa mwa Moscow na walipokea mafunzo ya wa kijeshi na kiraia nchini kwetu ili kuwasaidia kupambana dhidi ya ukoloni na ubaguzi wa rangi. Maafisa wetu walikuwa wakipambana bega kwa bega na wapiganaji wa MPLA, Frelimo, ANC pamoja na SWAPO ambapo ushindi wenu ulikuwa ni ushindi wetu. Mafanikio yenu yalikuwa ni mafanikio yetu. Sasa nguvu za ubaguzi wa rangi na ukoloni zimeangushwa kusini mwa Afrika, lakini wakoloni wa zamani hawakusita na kuishia hapo. Hawakukubali kushindwa na kumbuka kwa uwazi onyo lililotolewa na rais ndugu Samia Suluhu Hassan kwenye mkutano mkuu wa Frelimo huko Maputo miaka mitatu iliyopita. Alionya kuwa harakati za ukombozi wa taifa zilizopita ziko chini ya mashambulizi kusini mwa Afrika, na wale ambao wa baada ya kuzungumza hivyo, wazo hili liliungwa mkono na rais wa Zimbabwe na mwenendo wa matukio ya hivi karibuni katika eneo hilo Jaribio la nguvu ya adui kuangusha serikali za maendeleo katika uchaguzi wa Msumbiji, Afrika Kusini na Namibia ni ushahidi wa wazi kuwa bado wanaendelea kujaribu hao wakoloni, lakini watu wa Afrika Kusini, Msumbiji na Namibia waliwashinda, na ushindi wenu kwa uchaguzi ujao hautakuwa ushindi wenu tu, bali ushindi kwa dunia nzima, utakuwa ni mchango mkubwa kwa amani na utulivu wa Afrika. Lakini Urusi pia inakabiliwa na mashambulizi hayo hayo kama mnayokabiliana ninyi kwa sababu hizo hizo. Baada ya kuvunjika kwa Umoja wa Kisovieti, wa washirika wetu wa Magharibi waliodai kuwa ni washirika wetu walijaribu kuibadilisha Urusi kuwa na uchumi tegemezi. Walitaka tuwauzie mafuta na gesi kwa bei ya chini, kisha wanatulazimisha kununua bidhaa zao kwa bei ya juu mno katika mchakato huo walitaka kuangamiza sekta yetu ya uzalishaji viwandani, lakini kwa bahati mbaya walishindwa. Tulisimamia kwa nguvu mamlaka yetu ya kisiasa na teknolojia. Sasa wanataka kutuadhibu. Kinachoendelea Ukraine siyo vita kati ya ndugu wa Ukraine na Urusi. Sisi ni ndugu, lakini wakoloni wa zamani wanatekeleza mkakati ule ule wa, wa ile divide and rule kwa maana ya utugawe ndipo ututawale. Mfano wa karibu ni Afrika Kusini na ukatili kati ya watu weusi ambao walitumika katika utawala wa ubaguzi wa rangi kuzuia harakati za ukombozi. Ni hali hiyo hiyo inayoendelea. Na tunashukuru sana kwa kaka na dada zetu wa Afrika kwa kutambua uhalisia huu na kwa kukataa kushiriki mipango yoyote ya kuipinga Urusi. Pia tunashukuru sana majirani zetu wakubwa, watu wa Jamhuri ya China pamoja na Korea Kaskazini kwa kuelewa na kutuunga mkono. Nafahamu nilifika Tanzania kwa mara ya kwanza mwaka 1979. Ni miaka 45 iliyopita. Nilikuwa kijana na mwenye sura nzuri handsome. Sasa si kijana tena, lakini labda bado nina sura nzuri yani handsome, ingawa sina uhakika sana. Nimeikuta Tanzania ambayo kwa hivi sasa ni ya tofauti sana. Ni mshtuko wa maisha yangu kuona maendeleo makubwa mliyoyapata katika miaka hii. Tunapozungumza kuhusu imani ya kushinda uchaguzi, najua siri yake ni nini. Ni kwamba chama tawala, Chama cha Mapinduzi, kinaelewa na kinasimamia kwa dhati maslahi halisi ya watu na matarajio yao na kinajitahidi kuyatekeleza kwa vitendo. Jana tuliona picha ya kuvutia sana ya mafanikio ya nchi yenu katika uwanja na nyanja mbalimbali za maisha ya kijamii na kiuchumi, ujenzi wa makazi pamoja na barabara, afya, elimu na kila mahali kuna maendeleo makubwa, na tunayaona na tunashukuru na kufurahi kwa hilo. Mnatufanya tufurahie kwa dhati, kwa sababu urafiki wetu nanyi ni wa muda mrefu na mafanikio yenu ni mafanikio yetu, ninarudia tena. Kutokana na hilo Tanzania imekuwa nchi ambayo inaheshimika sana katika jumuiya ya kimataifa. Hivi karibuni nilihudhuria sherehe za kuapishwa kwa, kwa Rais mpya wa Namibia ndugu Ndempelila Netumbo Nandi Ndaitwa, na mlipaswa kuona heshima aliyopata rais wenu ndugu Samia Suluh Hassan, kutoka kwa marais na wakuu wa serikali wengine. Bila shaka alikuwa mgeni rasmi wa kwanza, ilikuwa ni dhahiri kabisa. Na lazima niseme tunashuhudia hali ambapo wanawake wanaanza kupewa nafasi za juu katika serikali za kusini mwa Afrika na tunaliunga mkono jambo hilo. Urusi bado haijafanya mengi katika hili. Tunapaswa kufuata au kuiga mfano wenu. Ninachukua ujumbe huu na kurudi nao nyumbani. Mfano wenu ni muhimu sana kwetu pia, na mkutano wenu mkuu ni hatua nyingine muhimu sana katika kulifanya taifa lenu na watu wake kuwa na ustawi mkubwa zaidi. Tanzania haipo kwenye vyombo vya habari vya magharibi siku hizi, na hili ni jambo zuri, kwa sababu vyombo vya habari vya magharibi hupenda kuripoti migogoro, mafuriko, mapinduzi, njaa, umaskini na mambo mengine, lakini hakuna hayo Tanzania. Hawana cha kuripoti Tanzania. Ni nchi yenye utulivu zaidi ya Afrika, na tunawapongeza kwa jambo hilo. Chama cha Kikomunisti cha Shirikisho la Urusi kimekuwa rafiki yenu wa kweli kwa miaka yote sitini. Sio mimi tu nimerudi Afrika, bali Urusi pia inarudi Afrika, na kuna methali moja ya Urusi inayosema, rafiki wa zamani ni bora kuliko rafiki wapya wawili wa sasa. Sisi ni marafiki wa zamani, tunarudi tena. Tunawatakia mafanikio katika maazimio yenu muhimu ambayo mtayafanya. hii ilikuwa ni hotuba ambayo imezungumzwa na mwakilishi wa Urusi kutoka katika kile chama cha kikomunisti, ambaye mmemsikia kauli zake alizozungumza kwamba what's going on there Ukraine and Russia, sio kwa sababu labda Ukraine pamoja na Urusi wanagombana, la hasha, bali kuna watu ambao wameingilia hapo katikati na kutaka kuyagombanisha mataifa hayo ili ionekane wanashindwa kuelewa, kuelewana jambo ambalo amesema pia hata katika nchi mbalimbali za Kiafrika hili jambo limeanza kujitokeza, na akasema kuna kila sababu ya kuendelea kukemea na kutoruhusu tena ukoloni ukarejea katika mataifa haya ya Kiafrika, kwa sababu madhara yake ni makubwa zaidi, huku akisisitiza kwamba ushirikiano kati ya Urusi pamoja na Tanzania utaendelea kudumu milele na milele, na ndio maana Warusi wanarudi Afrika na Afrika na yenyewe imeanza kuwa na ukaribu zaidi na hao Warusi.

like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.